Papa wa kwanza wa Agustinia Leo 14, ndiye papa wa pili wa Kirumi baada ya Papa Francis kutoka Amerika. Robert Francis Prevost mwenye umri wa miaka 69 anatoka upande wa kaskazini mwa bara hilo, japo alitumia miaka mingi akiwa mtume huko Peru, kabla ya kuchaguliwa kuwa mkuu wa Agustini kwa miaka miwili mfululizo Askofu mpya wa Roma alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, na wazazi wake wakiwa ni Louis Marias mwenye asili ya Ufaransa na Italia na Mildred Martinez wa asili ya Hispania. Ana ndugu wawili, Louis Martin na Yusuf Yohana. Alitumia utoto na ujana wake pamoja na familia yake na kusoma katika seminari ndogo ya Augustinian Father na kisha katika chuo kikuu cha Villanova ambapo mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na saba alipata shahada ya hisabati. Muspapama Papa huyo alipokea elimu yake ya kitheolojia katika umoja wa kitheolojia katolikini mjini Chicago. Akiwa na umri wa miaka ishirini na saba alitumwa na wakuu wake wa Roma kujifunza sheria ya kanoni katika chuo kikuu cha taba cha mtakatifu Thomas Aquinas. Mnamo tarehe 26 Septemba mwaka 2015 aliteuliwa kuwa askofu wa Chiclayo na papa Francis. Mnamo Machi mwaka 2018 alichaguliwa kuwa makamu wa pili wa rais wa mkutano wa maaskofu wa Peruvia, ambapo pia alikuwa mjumbe wa baraza la uchumi na rais wa tume ya utamaduni na elimu. Mnamo tarehe 13 Julai mwaka 2019 papa Francis alimteua kuwa mjumbe wa kutaniko la mawakadhi, na mnamo tarehe 21 Novemba mwaka 2020 aliteuliwa kuwa mjumbe wa kutaniko

Mnamo tarehe 30 Januari mwaka 2023, Papa Francis alimuita Roma akiwa mkuu wa dakista ya maaskofu na rais wa tume ya kitawabu ya Amerika, huku akimpandisha cheo cha askofu mkuu. Tarehe 9 Februari aliadhimisha ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Baba Mtakatifu Francis katika uwanja wa Mtakatifu wa Petro kwa jubilei ya majeshi, ambalo lilikuwa tukio kubwa la pili la mwaka mtakatifu wa matumaini. Wakati wa kulazwa kwa mtabiri wake katika hospitali ya Gemelli, Prevost aliongoza rosari kwa afya ya Papa Francis katika uwanja mtakatifu wa Peter mnamo tarehe 3 Machi. Nikiripotia RBD TV, jina langu ni Moses Mulala. Nakumbuka kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii: Facebook, Twitter, Instagram, RBD TV, na YouTube RBD TV KE. Nakumbuka kusubscribe like Comment and share.